Wajibu wa kukilinda chuo hiki. Naomba tuaje wa aseme neno moja mawili ya kuatia moyo, halafu inaendelea hotuba yako. Mheshimiwa Priscus Tarimo karibu sana. Nashukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwa nafasi hii adhimu ambayo nilijua sitaipata lakini kwa upendeleo ni shukuru sana. Na mheshimiwa mkuu wa chuo baba askofu Malasusa, viongozi wote, ili hii lifti niliyopewa pia nisije nikashushwa kabla sijagusa, ninapofika. Itifaki hiyo imezingatiwa ninayo heshima kubwa sana na mimi kuungana na ninyi leo kwa shughuli hii kubwa. Nilikuwa bungeni mpaka jana kwa bajeti ya wizara ya maji na bahati mbaya tulipata msiba wa mdogo wake eh, waziri Aweso tukiwa pale, na alikuwa amekuja kumtembelea kwenye shughuli ile, lakini tulifanikiwa kuaga usiku na nikasafiri kuja kuungana nani. Nipende kutoa pongezi za dhati kwa taasisi hii. Kwetu Moshi mjini ni vigumu sana kupima kwa ukubwa kikubwa ni KCMC au ni Moshi. Na ninasema hili kwa dhati ya moyo wangu, kwa sababu kubwa shughuli ambazo zinafanywa na kanisa kwenye kituo hichi kwa ujumla, ukiacha ile ambalo tumelipata leo la chuo, ni shughuli zinazoboresha maisha ya watu kimwili, kiroho na kiakili. Hakuna namna nyingine ya kuukuza ya kukuza taasisi hii kuliko hiyo na kwa ujumla Moshi mjini. Vitu hivyo vikiwepo, tukapata afya nzuri ya mwili, afya nzuri ya akili na afya nzuri ya kiroho, tunahitaji nini tena? Kwa hiyo niwapongeze sana, na pongezi zangu zinaanzia kwa wazo la yule wa kwanza aliyebuni mradi huu angeweza akafanya kitu kingine chochote. Kwa hiyo tunawashukuru sana na niwapongeze sana lakini, kama Moshi, kama jimbo, tumepata chuo kikuu kingine, ni heshima kubwa sana kwetu. Kila mara mnamsikia waziri, aliyekuwa waziri wa afya umi, akisema Tanga sisi ni jiji, lakini hatuna chuo. Sisi kilomita 58, za mraba, tumepata chuo cha pili, ni jambo la kujivunia sana, na tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya hili. Mheshimiwa Baskofu, ulipokuwa unahitimisha ulirifaa uli kwenye Mithali nne kumi na tatu na mimi nisiende mbali, nianzie pale pale kwenye Mithali moja mstari wa saba kwamba kumcha Bwana ndiyo chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Hiki mlichokifanya kinajikita huko huko na kinaenda kule kule kwenye dhamira ya Muumba wetu. Kwa hiyo mimi nitoe tu uh, ahadi kwamba nipo tayari kutumwa muda wote, kama ambavyo mmeshanituma, mmenituma maeneo mengi, bado hatujafanikiwa, na likubwa, ukiacha ile la chuo, ni la hospitali, Baba Askofu, lile la salary scale sio tu lina drain watu kutoka hapa lakini linawaweka madaktari wetu kwenye hatari, wanalazimika kukimbia kwenda Arusha kuhudhuria kliniki ambazo zitawaongezea angalau kipato. Lakini ile sara skeli, kwa sababu mheshimiwa waziri yuko hapa, nitaomba na yeye tusaidiane mpaka liweze kutimia. Kwa maneno hayo machache, niwashukuru sana. Mungu awabariki wote. Nilijua tu kwa sababu kwa kweli kama mbunge ana wajibu wa kutetea taasisi zote zilizoko hapa, na mimi namwahidi mheshimiwa Tarimo kwamba kwenye hili tufanye kazi pamoja, tuweze kulitekeleza.